E, mnaza mkaona ni kitu cha kawaida, lakini wengi hawajui. Sasa utataka kuchemsha mayai, hata kama ni yai lako moja unachemsha, lazima maji unayaweka hayawe yamezidi, eh, yes. Na hautaki kuweka maji jikoni ndo ukadumbukiza yai, elewa, unachukua maji yako yakiwa ya. Ya, ya baridi ndo nadumbukiza mayai yako. Kinachosaidia kwenye kwenye kudumbukiza mayai yakiwa ya baridi ni kwamba ukidumbukiza hivi yai ilikuwa limeharibika, ni rahisi kujua. Unajuaje? ilikapanda juu, umeelewa. lakini kama lakini kama umeshachemsha umeshaweka maji yako jikoni, ukija kuyadumbukiza tu mayai, unaweza usijue yai ambalo limeharibika, ukamenya na ukampelekea mtu, kumbe yai limeharibika, umeelewa. Ehe, unadumbukiza mayai yako na maji lazima yazidi yai, yaani yai yani uki, ukidumbukiza liwe limefunikwa na maji. Sawa, mm -hmm. Kange vitunguu kwanza va kuweka humu sawa, lakini sasa mafuta yetu nimeona <coughs> ningeatia tu vitunguu tungeosa mafuta ya ku kukaanga hivi sawa. Kwa hiyo mwishoni kabisa tutakaanga vitunguu, sawa. Tutavitia humu vitunguu, vinakangwa pembeni, afu ndio vinakuja kurushwa humu, sawa <tipos> Hizi zinatakuwa zikatwe ziwe ndogo ndogo, yaani igigani inatakuwa iwe ndogo ndogo sawa. Eh eh, sio hivi ulivyokata. Kama umekata mboga hizi, unakata ndogo ndogo, yaani ndogo ndogo. Narudia, zinakuwa ndogo ndogo.

E, upate kidogo kwa ajili ya jikoni kwako wewe upate kidogo, umeona. Mimi sasa ninatumia hizi mm, salad ni kwa Kiingereza. Alafu hivi kula hivi ni chaguo la mtu. Kuna wengine hivi awali kwa mtu, yani we unatengeneza kitu kutokana na mtu anavyotaka, sijui unanielewa kuna mwingine anaanza akwambia, anataka this is apple salad, hii ni apple salad, yani ni kachumbali ya apple. Kuna mwingine anaanza akwambia, nieke na na nini na lettuce. Vitunguu vinachukua viwe brown hivi, umeviona? So viungue ni brown, vikiungua, vitunguu vikiungua vinakuwa vichungu, vikiwa vichungu kivitatu kwenye mboga, ile mboga automatic inabadilika, inakuwa chungu lakini kitunguu kikiwa brown hata ukikionja utakisikia kina sukari, ni mchafuni. Umekisikia kina nini? Kina sukari, unaweza mkaonje, kina sukari. Kikibadilika tu kikisahau tu kaa cheusi, yaani kama ikitokea kitu kama hicho, usiweke hicho kitungu chako kwenye mboga, mboga itakuwa chungu kwao. Lazima uwe makini, uku unatengeneza biriani ku kwenye vitunguu, utulize akili ya yako. Otherwise, utapata sara utachukua vitu vingine au utasema ni lazimisho upitie kule mtu akila sosi ya sana sosi chungu. Mtu kuluakiau anaweza kula biriani yako kwa mara ya kwanza hajawahi kula biriani. Akaila biriani yako kwa mara ya kwanza akaichukia kabisa akaichukia biriani kabisa, siwezi kula ni chakula asema, siwezi kula biriani. Akasema ni chakula kibaya. Sawa? Kumbe sio chakula kibaya mpishi ndo mbaya. Sawa? Ila viazi vya humu unavikanga Uvichemshi, unavikaanga kwenye mafuta, vikishaiva unaviweka, vinapoa wakati mboga yako imesha iva. Ah, ah. Eh. Eh, mayai pia mtu mwingine anaweka, lakini sasa ukiweka mayai humu hata wakati wa kupakua eh, ni rahisi ile mayai ku, ku katika, katika ya uasitu, una weka weka. Sawa. Lakini kama ukiamua kuweka